Ndugu zangu katika Kristo, tumsifi Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya dominika ya ishirini na sita ya mwaka si wa kanisa. Wazo letu la leo, nyoosha mkono, nyoosha mkono. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Amosi, ile sura ya sita aya ya kwanza na ile aya ya nne hadi ya saba na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timoteo ile sura ya sita aya moja ya kumi na moja hadi ya kumi na sita na injili ni injili ya Luka ile sura ya kumi na sita aya ya kumi na tisa hadi thelathini na moja Ili kuweza kuelewa, naomba tuanze na ka mfano ambayo atusaidia sana katika maisha yetu. Katika mji fulani aliishi maskini. Huu mji ulikuwa na baridi sana, lakini licha ya baridi hii kali maskini huyu alivumilia, maskini huyu alipambana na aliomba. Alikaa nje na kupigwa na baridi hii, mwili wake ulizoea hii baridi iliyokuwa inampiga na kumtesa, hakuwa na namna yoyote ile. Siku moja, tajiri mmoja alitembelea katika mji ule na kufika mahali pale alipokuwa anaishi huyu maskini. Kwa huruma, alienda kumwona na kumwahidi huyu maskini kuwa atamsaidia, atamtafutia blanketi fulani kubwa ambalo litamkinga na baridi. Maskini alipiga magoti na kulia kwa shukurani sana, akiona kana kwamba Mungu amemuona. Basi kesho yake, akiwa anataraji kupata msaada toka kwa huyu tajiri, tajiri akuonekana. Mwezi ulipita, tajiri akuonekana. Basi siku moja yule tajiri akiwa huko sasa, akakumbuka kuwa alitoa ahadi kwa maskini katika mji yule. Akarudi kwa haraka ili kwenda kumwona yule maskini. Bahati mbaya, akaambiwa yule maskini amefariki. Tajiri aliumia sana, akajiuliza, imekuwaje amefariki? Kwa sababu gani? Wakamuuliza, wakamwambia baridi imemuua, baridi imemuua. Akawaza, imekuwaje baridi imemuua, wakati maisha yake yote alikuwa hapa? akaambiwa kuna ka ujumbe fulani huyu maskini amekaacha, labda katakusaidia. yu yule maskini tajiri alishika kale kabarua na ukasoma. Maskini yule aliandika hivi: kabla ya ahadi yako, nilikuwa na uwezo na nguvu za kuvumilia baridi hii. Mwili wangu ulizoea, akili yangu ilizoea, sikuwa na namna yoyote ile isipokuwa kuvumilia. Ila baada ya ahadi yako akili yangu ilibadilika, mwili wangu libadilika, na nguvu zangu zilibadilika, zikaanza kutegemea ahadi yako. Haujatekeleza, baridi imeniua. Tajiri aliumia sana, tajiri asikitika sana. Ndugu zangu, naomba niwaambie katika maisha yetu, tunapotoa ahadi, akili na nguvu za wale tunaowaahidi zinabadilika kabisa Tusipotekeleza hizo ahadi, tunawaua, kwa sababu tayari nguvu zao akili zao zinatutegemea sisi. Ni kuombe katika maisha yako, kama unajua umetoa ahadi yoyote ile, kama umeahidi mchango wowote ule, au kumsaidia yoyote yule, basi tekeleza, vinginevyo unamuumiza, vinginevyo unamuua sana sasa nyoosha mkono, nyoosha mkono, usiwe sababu ya kumua au kumuumiza yule uliyemwahidi. Masomo yetu sasa yanapata wapi nguvu, au hii dhana inyoosha mkono inapata wapi misingi yake? Katika masomo yetu ya leo, katika dominika hii ya ishirini na sita, somo la kwanza kama nilivyosema, natoka kitabu cha nabii Amosi, ile sura ya sita aya ya kwanza na ile aya ya nne hadi ya saba. Nabii hu, huyu alizaliwa katika kijiji cha Tekoa. Huyu nabii Amos, sasa tumwelewe vizuri ili tuweze kuelewa hili somo. Alizaliwa katika kijiji cha Tekoa, alikuwa ni mchunga ng'ombe tu. Kijiji hiki kilikuwa katika mji wa Yuda kama kilomita nane hivi kusini mashariki mwa Betlehemu. Licha ya kukulia Yuda, alifanya utume wake katika Israeli ya kaskazini hiki kilikuwa ni kipindi ambacho Uzia alikuwa mfalme wa Yuda na Yeroboamu wa pili alikuwa mfalme wa Israeli. Kimiaka inasemekana ilikuwa ni mwishoni kabisa mwa karne ya nane, au unaweza ukasema mwaka mia saba sitini kabla ya Yesu Kristo. Nasema hivi ili uweze kuelewa mazingira yaliyopelekea nabii Amosi kusema haya tuliyoyasikia. Yalikuwa ni mazingira ambapo maisha ya watu yalikuwa mazuri wafanyabiashara walifanya na kuuza na kupata faida kubwa sana, matajiri walineemeka. Na ndio maana tumesikia katika masomo, ninyi mnaolala katika vitanda vya pembe, kujinyoosha juu ya masemedari yenu. Ninyi, inaeleza watu wanaofurahia maisha. Kiukweli maisha yalikuwa mazuri sana, wenye nacho walifanikiwa na kufurahia maisha. Lakini nabii alionya nini? Nabii alitaka nini? Tumesikia nabii anasema kuwa hawa waliobarikiwa hawana huzuni kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Hawa waliokuwa wamebarikiwa walikuwa hawaguswi na mateso au matatizo ya wale waliokuwa chini, waliokuwa wanaumia, waliokuwa wanahitaji, bali walijiangalia wenyewe. Yaani, hawakuwa na jicho la kuona kuwa katika jamii hiyo kuna maskini, katika jamii hiyo kuna wahitaji katika jamii hiyo hiyo kuna wanaotembea uchi. Katika jamii hiyo hiyo kuna wanaolala njaa. Katika jamii hiyo hiyo kuna wanaokosa chakula. Katika jamii hiyo hiyo kuna wanaokosa dawa. Katika jamii hiyo kuna watu hohehahe kabisa. Nabii anataka wale walio juu, kwa kuwa wamefika hapo kupitia migongo ya hao walio chini, kunyosha mkono na kugusa maisha ya watu wa chini. Ndio maana wazo kuu ni nyoosha mkono, nyoosha mkono, na anasisitiza kabisa, tumesikia, msiponyoosha mkono, adhabu ya Mungu itawafikia nani? Mtalia. Kiukweli adhabu hii ilitimia, adhabu hii au kitu alichotabiri nabii kilitimia mwaka mia saba ishirini na mbili pale dola ya Asia ilipovamia na kuisambaratisha hii Israeli na watu wakapelekwa katika utumwa. Hawa matajiri walilia na kusaga meno. Nyoosha mkono. Somo la pili natoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timoteo, ile sura ya sita aya ya kumi na moja mpaka ya kumi na sita. Ndugu zangu, naomba niwambie, yawezekana tukajikinai au tukaona kana kwamba hali ya maisha ya watu wengine haituhusu, matatizo ya watu wengine hayatuhusu, misiba, vilio, maumivu ya watu wengine hayatuhusu. Hapana, hapo tunakosea. Nitawaeleza waraka huu sasa hasa katika hii sura ya sita Mtume Paulo anamuonya na kumwasa kijana wake Timoteo kupinga mafundisho ya uongo na kuelekeza matajiri namna ya kuishi. Ndio maana ukienda ile aya ya kumi na saba katika hii sura ya sita inasema waonye matajiri hapa duniani wasijidai wala wasitegemea utajiri wao usio salama. Lakini tunaishia aya ya kumi na sita, Mtume Paulo anamwita Timoteo mtu wa Mungu. Tumesikia jina lilotumiwa na Musa na manabii. Ukisoma kitabu cha kumbukumbu kumbu, kumbu, kumbu la Torati ile sura ya thelathini na tatu aya ya kwanza, kitabu cha kwanza cha Samueli ile sura ya pili aya ishirini na saba, kitabu cha kwanza cha Wafalume ile sura ya kumi na mbili aya ishirini na mbili au ile sura ya kumi na tatu aya ya kwanza. Mtume Paulo anataka Timotheo maisha yake yawe ya kinabii, maisha yake yaakisi unabii lakini kikubwa anataka maisha yake ya akisi ya mwakisi Yesu Kristo, yaani Kristu aligusa maisha ya watu wengine aliishi imani, aliishi maisha yake kwa kugusa wengine, na ndio anataka imani ya Timoteo ile aliyoikili ionekane kwa kugusa maisha ya watu wengine. Ndio maana tunasema sisi kama Wakristu lazima Ukristu wetu uakisi umungu wa Kristu. Uligusa maisha ya watu Alisaidia watu, alisaidia maskini, alilisha watu, alikuwa mpole, alikuwa na huruma. Ukristo wetu lazima vile vile uguse maisha ya watu wengine. Imani yetu itaonekana, imani yetu itasimama kwa kunyoosha na kugusa maisha ya watu wengine. Hapo watu watasema huyu ni Mkristo. Sasa namna na gani ya kugusa maisha ya watu wengine? Ndio hapo tunasikia katika somo la injili Injili ya Luka ile sura ya kumi na sita aya kumi na tisa mpaka thelathini na moja ni injili inayoonyesha hali halisi ya maisha katika ulimwengu huu. Injili hii ni kioo cha maisha ya nyakati hizi. Kuna mengi sana ambazo tunaweza tuka tafakari katika injili yetu ya leo: utajiri na umaskini, huruma kutoj na kutojari, adhabu ya milele na starehe za muda mfupi. Lakini naomba kwa undani kabisa, ukiwa na wazo kunyoosha mkono. Hebu tuangalie mawazo makuu matatu aya mafupi. La kwanza, mwambie jirani yako, kuna dunia mbili. Kuna dunia mbili, ndugu zangu. Naomba niwambie, siku moja rafiki yangu alinieleza kwamba father, tunaishi katika dunia mbili. Nikaambia dunia gani? Akasema kuna dunia ya watu wanaoishi na dunia ya watu wanaosindikiza wale wanaoishi. Akasema sisi oyehai tunasindikiza matajiri wanaoishi. Wao wanaishi, sisi tunawasindikiza tu. Nikasema, una maana gani? Akasema, ndio ukweli uliopo, lakini ukweli unaouma ndio huo, kwamba kuna dunia mbili. Lazima tukubali kabisa, hatuwezi kuwa sawa. Tunaishi katika ulimwengu ambao hatuwezi, tutake tustake, tukubali tusikubali, hatuwezi kuwa sawa. Hatuwezi kuwa wote wafupi, warefu lazima wawepo. Hatuwezi kuwa wote wanene na wenye vitambi, wembamba lazima wawepo. Hatuwezi kuwa wote walimu, wanafunzi lazima wawepo hatuwezi kuwa wote watawala au viongozi hapana. Watawaliwa na watu wa chini wanaoongozwa, lazima wawepo. Hatuwezi kuwa wote mapadri, walei lazima wawepo. Hatuwezi kuwa wote na magari na majumba hapana, wapangaji na wanaotembea kwa miguu wanaopanda dadala lazima wawepo. Waenga wanasema vidole vya mikono havilingani, maisha hayawezi kuwa sawa, lazima tukubali. Hatuwezi kuwa wote wakulima, madaktari, wafanyabiashara, mainjinia, manesi, hatuwezi ibarua, wanunuzi, wagonjwa, wahitaji lazima wawepo. Hatuwezi kuwa wote matajiri, lazima hoeae wawepo, lazima akina Lazaro wawepo. Ndio maana Eva Hoffman, huyu mwandishi maarufu sana wa Kipolisha, anasema, inaumiza sana na ndio maana mara nyingi huwa tunapenda kujisaurisha ila kiukweli kuna dunia mbili. Ukikaa ndani mwako kuna dunia mbili, ukitoka nje kuna dunia mbili. Lakini katika huu mfano wa Lazaro, naomba tuangalie dunia hii ya nje, lakini tuseme kuna dunia mbili. Tukiangalia maisha ya kawaida kabisa, kuna dunia mbili, ili kuweza kuelewa sasa vizuri sasa kwa nini, kwa nini kuna dunia mbili na utengano unatoka wapi kati ya dunia moja, dunia nyingine? tumesikia mlangoni pake alilala maskini, yaani dunia ya tajiri na dunia ya Lazaro vilitenganishwa na mlango tu. Ile aya ya kumi na tisa mpaka aya ya ishirini. Baadaye dunia ya tajiri na dunia ya Lazaro vilitenganishwa kwa shimo kubwa, ile aya ya ishirini na sita. Niwambie, Lazaro alikuwa nje ya mlango, sio mbali hivyo. Tukiwa wa kweli, kilichomzuia huyu tajiri kumwona Lazaro, yawezekana si mlango halisi, bali yawezekana ni mlango wa kiburi, kujisahau, majivuno, kuamini amefika, kutojali au kupuzia. Kinachofanya dunia ziziwe mbili ni hivi hivi, kutojali, kupuzia, yani kutonyosha mkono kugusa watu wengine, kutonyanyua watu wengine. Mtakatifu Yohane Krisostom anazungumza wazi sana na anasema wazi sana kuwa tajiri akuhukumiwa kwa kuwa alikuwa tajiri. Hapana, bali kwa sababu akuwa na jicho la huruma la kuona kwamba kuna Lazaro. Naomba niwambie kuwa hatuwezi kuwa sawa, ndio. Hatuwezi kuwa wote matajiri, ndio. Hatuwezi kuwa wote wenye uwezo, hatuwezi kuwa wote sawa, ndio ila wote tuna uwezo moja wa kuona kwamba hapa jirani yangu kuna mhitaji hapa. Tuna uwezo huo wa kuona, kuna dunia mbili, hilo lazima tulikubali. Lakini wazo la pili, na nataka tulione mambeeenako ukiwa katika dunia moja usisahau kuna dunia nyingine, ukiwa katika dunia moja usisahau kuna dunia nyingine, hilo ndo wazo la pili uwezo sasa wa kuona kwamba nikiwa katika dunia moja nisisahau kuna dunia nyingine nato. Ukiwa katika dunia moja usisahau kuna dunia nyingine ndugu. Zangu naomba tuelewe kwamba watakatifu wengi wametafakari tafakari hii, ni somo la Injili na wameeleza kabisa, ukiwa katika dunia moja usisahau kuna dunia nyingine. Mtakatifu Ambrosi katika tafakari yake ya somo hili anasema katika mfano huu, anasema unapotoa chochote kwa maskini, aumpi yule kilicho chako, bali unamrudishia tu kilicho chake, kwani mali za ulimwengu huu ni mali ya wote, si matajiri tu. Usisahau ukiwa katika dunia hiyo kwamba umepewa ili umsaidie mwingine, umepewa neema ili umsaidie mwingine, umebarikiwa ili umbariki mwingine. Usisahau ukiwa katika dunia moja, kuna dunia nyingine. Unachomiliki si kwa ajili yako, bali ni kwa ajili ya mtu mwingine. Naomba uwe na jicho hilo la kuona. Kingine ambacho naomba usisahau ukiwa katika dunia moja, usisahau kuna dunia nyingine, ni hiki anachokisema Mama Teresa wa Kalkuta, anasema hivi Ugonjwa mkubwa zaidi katika dunia yetu ya leo, ugonjwa mkubwa katika ulimwengu wetu wa leo sio ukoma wala kifua kikuu, Mama Teresa anasema, bali ni hisia za kuterekezwa, kutojaliwa na kuteswa na kila mtu. Naomba niwambie, mama yangu, baba yangu, ndugu yangu, usisahau tunaishi katika ulimwengu ambao kuna Lazaro. Tunaishi katika ulimwengu ambao amba, niweleze hapa, ulimwengu ambao watu wanaumia, si kwa sababu nyingine, bali kwa sababu ya hali yao, hawana mtu wa kuwajali. Au akina Lazaro wapo, hawana mtu wa kuwajali, hawana mtu wa kuwasikiliza, hawana mtu wa kuwagusa hawana mtu wa kuambia pole, hawana mtu wa kumlilia shida zao, hawana mtu wa kumpigia simu, hata wakumtembelea tu. Wapo wanatamani sana maisha ya watu, lakini hawana uwezo wao. Amini usiamini, kuna mtu hali yake ya maisha, anayejua yeye na Mungu wake tu. Amini usiamini, maumivu yake, vidonda vyake, makovu yake, machozi yake watoto wake maisha yake akiangalia, anasema Mungu, wewe ndio unayejua, kwa sababu hawa watu ambao wako katika dunia nyingine, amna yoyote yule mwenye uwezo wa kunyoosha mkono na kunigusa. Anaona kabisa. Naomba niwaambie, kuna watu wanapitia katika hali hiyo. Tumesikia Lazaro asemi chochote kile anaumia tu. Kuna watu wanapitia hali hiyo, lakini ndugu zangu, naomba niwambie kitu. Wale ambao wanapitia katika hali hiyo ya Lazaro, ambao wanatamani sana itokee mtu awaguse, itokee mtu aongee nao, itokee mtu makombo tu, yani awape kitu tu, lakini hawana mtu akugusa maisha yao. Naomba niwambie kitu fulani ambacho Mama Tereza akalikuta anasiza sana, naomba niwambie sana Tumesikia Lazaro asemi chochote, alalamiki, aombi, alaani, atukani, anateseka kimya kimya, lakini mbingu zinajua jina lake, Mungu anajua jina lake. Lazaro ndiye pekee katika wahusika wa mifano ya Yesu aliyetajwa kwa jina. Jina hili kwa kiebrania huyu alikuwa anaitwa Elieza, maana yake Mungu anasaidia. Naomba niwambie, naomba nikwambie, japo ndugu hawaoni wa japo marafiki hawaoni wa japo majirani hawakuoni japo mume au mke aonekana hakuoni japo matajiri au wale ambao naamini wanatakiwa kusaidia au Mungu amewabariki wa wakusaidia hawakuoni, amini usiamini, Mungu anakuona hata siku moja usije ukafa moyo ukakata tamaa, kwa kuwa mwanadamu akuoni. Hata kama mwanadamu hakuoni, Mungu anakuona wewe. Si Lazaro, wewe naomba nikuite kwa Kiebrania ni Elieza, maana yake Mungu anasaidia. Mungu atakusaidia tu, usije ukafa moyo ukakata tamaa tumesikia na maandiko yanasema kwamba tazama, nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. Mungu anakuona, Mungu anakujua, Mungu atakusaidia, wewe hautateseka milele. Kitabu cha nabii Isaya ile sura ya arobaini na tisa aya ya kumi na sita. Kwa hiyo ukiishi katika dunia moja usisahau kuna wale wanaoishi katika dunia nyingine. Ndio, kuna dunia mbili, ya kwanza mbili, nimekumbusha, ukiishi katika dunia moja usisahau kuna dunia nyingine. Usije ukafungwa sasa na milango ya kiburi, kujikweza, kusahau, kujiona umefika. Hapana, nyosha mkono, gusa maisha ya watu wengine. Wazo la tatu na la mwisho, mabejaani ya yako, maisha yanabadilika, maisha yanabadilika. Ndugu zangu, tumesikia maisha yamebadilika. <coughs> Maskini amekuwa tajiri, milango imegeuka kuwa mashimo. Maskini alitamani makombo, tajiri alitamani tone la maji. Maskini amekwezwa tajiri ameshushwa. Maisha yanabadilika, maisha yanabadilika. Bikira Maria alikisema katika ile injili ya Luka katika wimbo wake, injili ya Luka ile sura kwanza, ya kwanza aya ya hamsini na mbili hadi ya hamsini na tatu. Maisha yanabadilika. Maandiko Matakatifu yametufundisha sana na kutuonya kila mara, tuelewe kuwa maisha yanabadilika. Hatuhitaji ushahidi wa mwingine au mtu yoyote kufuka kutoka wafu, maana Kristu amefufuka, na tunasherekea kila siku Pasaka. Kila siku unaweza uaaishala labisa, unaweza kusherekea, lakini kila mwaka tunafanya Pasaka na kila mja tunafanya, lakini bado mioyo yetu inakuwa migumu, akinyooshi mikono. Maisha yanabadilika, tusaidie watu maisha yanabadilika, tuonee wengine huruma. Maisha yanabadilika, tupendane. Maisha yanabadilika, tusiwe na kiburi. Maisha yanabadilika, tusijione tumefika. Maisha yanabadilika, maisha yanabadilika, tumeona. Hatuhitaji mshahidi, maandiko kila siku yanatufundisha. Hatuhitaji, tumesikia katika Injili manabii wapo, maandiko yapo, na Kristo anasema, na kama hauoni maandiko, hebu angalia maisha, angalia katika ulimwengu tunaoishi. Maisha yanabadilika. Tumeona katika ulimwengu huu, matajiri wanakuwa ombaomba, maaskari wanakuwa wafungwa, mapadu wanakuwa walei, wapinzani wanakuwa watawala, mabosi wanakuwa vijakazi, waliocheka wanalia waliokuwa maarufu wanakuwa wa kawaida kabisa. Tuliowacheka wanabarikiwa, tuliowaona wa chini wananyanyuliwa. Tumeona maisha yanabadilika. Sasa ni kuombe, kama masomo yanavyosisitiza, nyoosha mkono. Mungu akikubariki, nawe bariki wengine. Mungu akikunyanyua, nawe nyanyua wengine. Omba sana kuwa na jicho la namna hiyo, kuwa na jicho la kuona au uwezo wa kuona. Omba sana uwe na uwezo wa kuona. Kuna Lazaro anayetamani umshike mkono. Kuna Lazaro anayetamani simu yako tu, maisha yanabadilika. Kuna Lazaro anayetamani useme na kufahamu tu. Kuna Lazaro anayetamani umtambue tu. Kuna Lazaro anayetamani umwambie tuko pamoja tu. Uwe na jicho hilo, maisha yanabadilika, ili kesho huyu uliyemsaidia, huyu uliyemnyanyua, akiwa katika utukufu asikusahau, ili huyu Lazaro kesho akiwa katika kifua cha Abrahamu amwambie Abrahamu, huyu alinyanyua mbele ya Mungu, asali kwa ajili yako mbele ya Mungu akuombee wewe, mbele ya Mungu aombee watoto wako. Maisha yanabadilika, omba sana. Kuwa na jicho hilo, maisha yanabadilika, omba sana, ili huyu uliye mbeba kesho akiangalia hivi aseme, Mungu msaidie huyu, Mungu mbariki huyu, Mungu nyoshea mkono watoto wake, Mungu naomba. Kuna mengi sana ndugu zangu. Kuna mmoja aliniambia, alipata kazi kwa sababu ya jina la baba yake. Alipojitambulisha tu akaulizwa, wewe, baba yako ni mtu fulani? Akasema ndio. Alifariki mwaka fulani? Ndio. ulikuwa darasa la ngapi? Akasema nilikuwa la sita. Akasema bila baba yako isingekuwa hapa bila baba yako nisingekuwa hapa. Yule ndugu yangu aliniambia, nilipata kazi kwa sababu ya baba yangu. Mungu akikubariki, bariki wengine. Mungu akikufanya kuwa tajiri, nyoosha mkono uonyanyue akina Lazaro ili kesho Lazaro hawa wakukumbuke wakiwa katika vifua vya Ibrahimu wakiwa katika utukufu wao. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana.